Katika kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa siku ya Machi nane ya kila mwaka, Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na wanawake na wanaume mkoani Mtwara kwa lengo la kujua sababu inayofanya wanawake washindwe kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi na nini kinatakiwa kufanyika ili wanawake hao waweze kuwa na uthubutu wa kugombea nafasi mbalimbali mbali hasa ikizingatia kuwa taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Ukiangalia kwamba wanawake walio wengi huwa hagombei katika nafasi za uongozi, tumeona kwamba kumbe hata majumbani kuna chanzo kikubwa ambacho kinakwamisha wanawake kutoshiriki katika nafasi za uongozi. Chanzo cha kwanza kabisa ni kukosekana kwa nafasi au kwa fursa mbalimbali za kiuchumi. Mwanamke anapokuwa amekosa e, nafasi mbalimbali za kiuchumi, imekuwa ni tatizo kubwa yeye kwenda kuhimili e, kugombea nafasi mbalimbali, kwa sababu zile nafasi zinahitaji kuwa na fedha, kuwa na vyanzo vingine vya fedha. Sasa unakuta wakati huo mwanamke anakuwa anafanya kazi ambazo hazina, hazina ujira wote, kwa hiyo imekuwa ni chanzo kimojawapo. Latifa Hamisi Abdi ni mwanasaikolojia hapa, anawahasa wanawake kujitokeza na kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Wakati utakapofika katika kuelekea katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani, ambayo ni tarehe nane ya mwezi wa tatu, nahamasisha wanawake wenzangu kuna ngazi nyingi za kugombea, sio ile tu ya juu ya serikali ya yakanakwamba urais, lakini kuna ngazi zinaanzazia za chini katika swala so zima la kuelekea katika uchaguzi mkuu wa taifa. Kama mwanamke anaweza kupata nafasi sio, anaweza kupata nafasi tayari, nafasi, nafasi anayo, kwa sababu tunaamini kama yeye ni mwanamke na ni kiongozi, maana kwamba kuanzia ngazi ya familia yeye ni kiongozi, tunaamini kwamba mtu huyu ana nafasi ana ujuzi na ana mbinu nyingi za kuweza kufanya na kuongoza watu, kwa na hamasisha na wanawake ambao anaweza yuko na sifa hii ya kugombea katika nafasi mbalimbali aweze kugombea, kwa sababu yeye tayari ni kiongozi na tayari sifa hizo anazo, kwa sababu ameanza uongozi kuanzia kwenye ngazi ya familia katika jamii. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe anajiongoza, kwa hiyo hivyo, hivyo, na jamii pia inaweza na jamii inamtegemea so inaweza jamii inamtegemea, kwa mwanamke huyu ana sifa basi nimuhimize ni, ni mshauri pia anaweza akagombea nafasi yoyote katika nchi na kuiongoza nchi na ikawa katika mstari. Naomba watoto wa kike wajiamini, wasimame, wajisimamie na wajikakamue, wafanye usubutu <mimuji> waseme mimi ninajiamini, na kila mtoto wa kike ajiamini. Hapa tumpata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi wa shule mbalimbali -mbali za sekondari kutoka manispaa ya Mtwara Mikindani, ambao nao wanatoa ushauri wao. Nadhani wanawake wengi wanashindwa kugombea kwa sababu wanakuwa hawajiamini. Wanaona kwamba wao wakienda kugombea, wanaona sijui kwamba itakuwaje, wanaweka wanaume mbele kuliko wao kuwa mbele. Lakini katika taifa letu wanawake tunachukua tuwe juu. Wanawake wengi wanakuwa na kukosa ile confidence ambayo itawafanya wao kuendelea katika uchaguzi. Kwa hiyo mimi kama msichana, nawashauri wanawake waende kwenye uchaguzi kwa sababu wao wanaweza na watafika na katika maendeleo mazuri. Huyo hapa ni Bi Cheristina Nshobeilwa, ambaye ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Chuno ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Kuhusiana na masuala mazima ya uongozi, tunawaomba wanawake wote wasiwe na hofu na wala wasiogope waweze kushiriki, waweze kushiriki kwenye masuala mazima ya kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi zinavyotolewa, kwa sababu tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi wa serikali kuu, uchaguzi wa madiwani wa bunge. Lakini pia tunaomba wanawake wote wasiwe na hofu, waweze kushiriki, wachukue fomu kuweza kugombea kupitia nafasi hizo, nafasi za udiwani, lakini pia na nafasi za ubunge, lakini pia hata waki, wasiofu zaidi wagombee hata zile za viti maalum. Ni kitu ambacho kikubwa kinawafanya wanawake washindwe kushiriki masuala mazima ya uongozi, tunaweza tukasema ni masuala mazima ya kiuchumi, kwa sababu wanawake wengi vipato vyao ni vya chini, kwa hiyo wanashindwa ni namna gani ya zile taratibu ambazo zinawekwa za kuweza kupata zile fomu ili wao waweze kugombea. Kwa mfano wakiwekwa kiwango kikubwa cha uchukuaji wa fomu, kile ndo kinamshindwa mwanamke kuweza kushiriki. Tunaomba, lakini pia tunaishauri serikali katika hivi viwango vya uchukuaji wa fomu, waweze angalau, tume hii ya uchaguzi iweze angalau kushusha vile viwango ili viweze kumuinua na kumwezesha mwanamke na yeye apate nafasi hizi, lakini pia tunaomba hata wanaume waweze kuwasaidia wanawake pindi pale wanapoonyesha hii nia ya kutaka kushiriki masuala mazima ya uongozi, wasiwarudishe nyuma kusema kwamba hawawezi, zaidi waweze kuwatia nguvu na kuwatia moyo wakiwaaminisha kwamba wanawake wanaweza